Nimekuwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi, nimekuwa kiongozi wa umoja wa vijana, nimekuwa kiongozi wa bunge la katiba. Nikapata ua nafasi kwa upendeleo wa Mungu, nikawa mkuu wa wilaya, nikawa mkuu wa mkoa. Kwa upendeleo wa Mungu nikawa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, na neema za Mungu zikaongezeka nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Kwenye maeneo yote haya niliyopita, nimejifunza uongozi na nikagundua sifa zangu tatu kubwa, ndio zinazoweza kunitofautisha na kunipa nafasi ya kuendelea kuwatumikia watu. Ya kwanza ni mahusiano, kwa mahusiano mazuri yanaweza kupunguza gharama jambo la gharama kubwa ukalifanya kwa gharama ndogo kwa sababu ya mahusiano. Sifa ya pili ni ushawishi, ya tatu ya kuwa unafikiria nje ya box. Ndio maana ukiona hapa Arusha tumekuwa na na matukio yaliyotutengenezea pesa sio kwa sababu ya kitu chochote kile, ni uwezo wa kufikiria nje ya box. Arusha mi nipo tangu miaka 15 iliyopita. tano iliyopita naweza kuwa mpya kwa sababu ya cheo lakini ni mkazi kwa sababu ya kuoa na kuishi ikiwa sehemu ya familia ya Wanaarusha. Nimefanya kazi hapa Arusha kwa muda wa mwaka mmoja nikiwa mkuu wa mkoa. Nimeona mambo makubwa mawili: nimeona upendo wa Wanaarusha, nimeona bidii ya utafutaji wa pesa wa Wanaarusha. Nimekuwa nikipata salamu nyingi tu, ndugu yetu, hivi baada ya uchaguzi unaelekea wapi? sio kahamishwa hapa afaya yote unayoyafanya haya aka tukarudi siku ya wani. Wengine ah, sasa hivi haya ni yako kwenye majukumu ya ukuu wa mkoa au ni uwezo wako binafsi? Lakini mtu mmoja akaanza kwa upendo tu, hivi hatuwezi kuongea na bosi ukabaki tu hapa? Tunataka tuendelee hivi kabisa. Hilo siwezi kupanga mimi, hilo anapanga aliyenileta. Wakawepo na watu wenye busara na upendo, wakasema hapana mwanawetu huu ni mlango wako ambao Mungu ameweka wazi kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo kwa unyenyekevu mkubwa, moyo wangu umelizia kuiomba nafasi ya ubunge la jimbo la hapa Arusha mjini. Miaka mitano tuisuke Arusha kwa namna ambayo si tu mikoa mingine, natamani Afrika Mashariki waje wajifunze hapa kwetu. Tutabadilisha kutoka ofisi ya mbunge kuwa mtu kuifanya ofisi ya mbunge kuwa taasisi, alafu tutakuwa na kitengo kati ya vitengo vitano, mojawapo ni kitengo cha sheria kinachosimamia haki za wanyonge kwa kiwango ambacho mnyonge asiyekuwa na pesa ya kulipa wakili atalipiwa na ofisi ya mbunge. Kama ni kazi ninayo, lakini nachotafuta ni kuwatumikia wananchi. Wangapi wanaridhia kwamba tumbariki kwa sababu amekuja kwetu na kutuambia? Tumeweka mkono wetu kwenye kichwa chake. Ya Rabbi, tunakuomba ukubalie yote mema ambayo atayaelekea, mfunulie shari zote zitakazokuwa mbele yake, awepo Jibril aweze kumlinda na kumnusuru kwa baraka zako, ewe Mungu, tutengenezee mambo yetu wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam Walhamdulillahirabbil alamin.